Je, unajua ni tabia gani zinazotenganisha matajiri na maskini? Leo tutazungumzia dalili saba ya saba zinazotenganisha matajiri na maskini. Ikiwa unataka kufanikiwa kifedha na kujua ni tabia gani zinakufanya usonge mbele au ushuke nyuma, basi hakikisha unaangalia video hii mpaka mwisho. Usahau kubonyeza subscribe, like, comment na share ili kusaidia channel hii kuendelea kukuletea mafunzo muhimu ya kifedha. Watu wengi sana wana ndoto za kufanikiwa kifedha na kuwa na maisha mazuri Ila ukweli ni kuwa ni watu wachache tu ndio huwa wanafanikiwa kufikia malengo hayo. Ingawa ni ukweli kuwa kila mtu anayo nafasi ya kufanikiwa kwa kiwango cha juu katika maisha yake, ni vema kujua kuwa ukishindwa kukabiliana na tabia zinazochangia umaskini katika maisha yako, basi itakuwa ni ngumu sana kwa wewe kufanikiwa katika eneo la kifedha. Ni rahisi sana kujua kama uko katika njia ya kufanikiwa kifedha ama unaelekea kufeli katika kutimiza ndoto yako ya kujipatia uhuru wa kifedha. Kabla hujaendelea zaidi, ni vema ukajichunguza katika maeneo yafuatayo. Moja, aina ya madeni ulionayo kiuchumi. Kuna madeni mabaya na madeni mazuri. Madeni mabaya yana dalili mbili. Moja, ni yale ambayo fedha inayopatikana kwa kukopa huwa inanunua vitu vinavyoendelea kuchukua pesa katika kipato chako. Dalili ya pili ni kuwa vitu unavyonunua kwa deni baya ni kuwa haviongezi fedha kabisa kwako. Kwa mfano kama unakopa pesa kununua TV kubwa ya kuweka chumbani kwako, hilo ni deni baya. Kama unakopa pesa kununua gari lisilo la kibiashara, hilo nalo ni deni baya. Kama unakopa pesa kulipa kodi ya nyumba, hilo nalo ni deni baya. Ili kujua mwelekeo wako wa mafanikio ya kifedha, chunguza aina ya madeni ulionayo leo. Je, una madeni mabaya amba mazuri? Jitahidi kadri unavyoweza kutojiweka katika madeni mabaya. Mbili, vyanzo vya kipato bila kujali leo uko katika hali gani ya kifedha, ni muhimu sana kujiweka zaidi ya chanzo kimoja cha kifedha. Ni hatari sana kuwa na chanzo kimoja tu cha fedha katika maisha yako. Jitahidi kuwa na mipango na kufanya juhudi za kufanikiwa kuwa na chanzo zaidi ya kimoja cha kipato. Inashauriwa kama wewe ni mwajiriwa, tumia sehemu ya kipato chako cha kila mwezi ili uweze kuanzisha biashara mbadala pembeni ya kukusaidia. Hivi hujawahi kujiuliza kwa nini tajiri mkubwa wa Uingereza Richard Branson ana makampuni zaidi ya mia nne ama Muhamed Dewi ana makampuni takriban arobaini. Vipi kuhusu Dangote na Bakaresa? Jitahidi kadri wezavyo kutengeneza vyanzo vya ziada katika maisha yako. Kama una chanzo kimoja tu cha mapato, ujue hiyo ni njia ya kuelekea umaskini. Haujachelewa, fanya bidii, uanze leo. tatu. Akiba ya uwekezaji. Kama fedha yako yote huwa unaitumia na inaisha bila kuwa na kiwango chochote kile ambacho unaweza kuweka akiba kwa ajili ya uwekezaji wako hapo baadaye, huo ni mwelekeo wa umaskini. Jitahidi kadri unavyoweza kuwa na uwezo wa kuweka kiwango hata kidogo, kama akiba ya uwekezaji wa baadaye. Usijali ni kiwango kidogo kiasi gani unachoweza kuweka kwa leo. Hebu jiulize, tangu umeanza kazi au biashara, kama ungekuwa unaweka elfu hamsini kila mwezi, leo ungekuwa na akiba kiasi gani? Je, haiwezekani kabisa baada ya kujichunguza katika maeneo hayo matatu ni vema ukajikagua na kuangalia kuhusiana na dalili zifuatazo kama unazo katika maisha yako ama la. Nne. kipato na matumizi yako vinalingana. Kama kazi au biashara unayofanya inaweza kukusaidia kujipatia mahitaji muhimu tu, kiwango ambacho huwezi kabisa kuwa na akiba ya kutosha, huo unaitwa ni mtego wa umaskini. Watu wengi sana wapo kwenye gundi hili, kila siku huwa wanaenda ofisini wakiwa wamevalia vizuri lakini pesa yao mwisho wa mwezi inatosha kuwasaidia kusukuma siku kusurvive tu na sio kufanikiwa. Chunguza unachofanya leo na jiulize, kinakusaidia kusukuma siku ama kinakupeleka katika mafanikio? Kumbuka, kadri unavyochelewa kuchukua hatua ndivyo unavyozidi kudumbukia katika kundi la umaskini. Fanya maamuzi. tano. Kabla ya mwisho wa mwezi umeshaishiwa. Kama unajikuta wewe ni mtu ambaye huwezi kumaliza mwezi mzima kwa kutumia kipato cha mwezi uliopita ni lazima ukope katikati ya mwezi, tena si kwa ajili ya uwekezaji, bali kwa ajili ya chakula, nauli ama mavazi, basi hii si dalili nzuri kwako. Hii inamaanisha kuwa unachofanya sasa bado hakijajenga uwezo wa kukufanikisha kifedha maishani mwako, hivyo ni muhimu kuchukua hatua za haraka. Ukirekebisha hali hii, pengine inaweza kuwa tofauti, kwani itaendelea kudumu kwa muda mrefu bila dalili ya mafanikio. Sita, huna mpango mkakati wa kufanikiwa kifedha. Hakuna anayefanikiwa kwa bahati katika maisha yake. Kila aliyefanikiwa kifedha, basi ujue alikuwa na mpango huo siku moja huko nyuma. Inashangaza watu wengi, ukiwauliza katika maisha yao kuwa wana mpango gani kuhusiana na eneo la fedha, huwa hawana mpango wowote. Hawajui kesho wanataka nini na wanataka kufanikiwa kwa kiwango gani cha fedha. Jichunguze leo hivi, una mpango wowote wa kuandika unaoeleza kuhusiana na namna utakavyofanikiwa kifedha hapo baadaye? Kama mpango huo haupo katika maisha yako, maana yake ni kuwa bado hauko tayari kufanikiwa. Usiache wiki hii iishe kabla hujapata muda kujiuliza nini na kwa muda gani, upate faida kiasi gani, na kila wakati upate muda wa kuupitia mpango wako ili usitoke nje ya mstari. Saba, huna nidhamu kwenye mambo yako binafsi. Inashangaza kuona watu ambavyo huwa wana nidhamu na bidii ya kazi na wanapokuwa wameajiriwa, lakini inashangaza watu hao hao wanapokuwa wanafanya ama kufuatilia mambo yao mnavyokuwa hawana nidhamu kabisa. Kama nguvu na nidhamu ile ile watu wanayokuwa nayo kwa kazi za mwajiri wao wangekuwa nayo kwa kazi zao binafsi, bila shaka wangefanikiwa sana. Kila unapofanya jambo la binafsi, hembu jiulize, hivi naweka nidhamu ya kutosha, kutosha sawa sawa, na bidii ya kutosha sawasawa na kama ningekuwa chini ya kampuni kubwa? Hujawahi kuona watu wanafanikiwa kwa ukurugenzi wa kampuni kubwa, lakini wakianzisha za kwao zinakufa? Ama mtu ni mwalimu wa ujasiriamali chuo kikuu, lakini kibanda chake cha mpesa kimeshakufa. Kama unafanya kazi ama unasoma jaribu kuangalia masaa baada ya kutoka kazini ama shule huwa unayatumiaje? Hapo ndipo utajua kama unaelekea katika mafanikio ama kufeli. Kama umejifunza jambo jipya leo, andika maoni yako hapa na niambie ni lipi kati ya hayo mambo saba limekugusa zaidi. Usahau kusubscribe kulike, kucomment na kushare video hii ili watu wengine nao pia waweze kujifunza namna ya kutoka katika umaskini kuelekea kwenye mafanikio makubwa kifedha.